Nina uhakika tukimfanya Mungu wa kimbilio letu, atatupa hekima hata namna ya kusema, atatupa hekima hata namna ya kuzungumza. Hata kama tumeona shida mahali basi, Mungu atazungumza kwa namna ya kutengeneza, kwa namna ya kujenga. Kwa sababu Mungu siku zote hawezi kusema ili abomoe. Mungu hawezi kusemesha jambo fulani halafu lengo lake hilo ni kuvunja au iwe ni kusambalatisha. No. Lengo la Mungu anaposema na mtu wake anaposema na mtumishi wake maana yake ili, ili pakae sawa kwa eneo ambalo amesemeshwa ili pakae salama. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa, mbaya zaidi kinachotokea, tunafanya yale nje ya yale anayotuagiza tuliyemkimbilia, ambayo tunasema yeye ndio kimbilio letu. Hiyo ndio balaa lilopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia. Namba tano, ikiwa umemfanya kuwa kimbilio lako huyu Mungu wa mbinguni lazima utambue ya kwamba hao unaoona hawako katika zizi takatifu. Tambue ya kwamba Mungu anaweza kuwarejesha katika zizi, na sio tu anaweza, imempasa kuwarejesha ndani ya zizi, na waisikie sauti yake, na tuwe kundi moja, na yeye ndo awe mchungaji wetu mmoja, tuongozwe na yeye moja. Bwana Yesu asiwe sana. Sauti yetu iwe ni moja, ndio yetu iwe ndio na hapana yetu iwe ndio kwa pamoja ndivyo Mungu anavyohitaji. Hata Yesu aliomba maombi akasema, muwe na upendo na umoja kama mimi na baba nilivyo na umoja. Haleluya, watu wa Mungu. Sisi kama tunaelewa hayo, ndio mambo ya kuzingatia. Kama wewe umeamua kumkimbilia Bwana, umeamua kumfanya Bwana awe kimbilio lako, ni mambo ya kuzingatia na kuyangalia sana, na uwe makini hao kutembea nayo kulingana na mwongozo wa Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Jambo la kuzingatia katika maisha yako mpendwa, sikia, ni heli kukimbilia au kumkimbilia huyu Mungu kuliko kuwakimbilia wanadamu na wakuu wa dunia hii. Hilo ndiyo jambo la msingi, na ninakuambia tena na ninakuomba wewe, ambaye umepata neema kufuatilia kipindi hiki, usiwafanye wanadamu kuwa kimbilio lako, usiwafanye wakuu wa ulimwengu wawe kimbilio lako, mfanye Mungu awe kimbilio la maisha yako. Utakuta wengi leo wanaokimbilia viongozi wa nchi wao, ndio wanaona ndio kimbilio lao, wamesahau kama kuna mkuu wao ambaye ni Mungu. Wanaona bila fulani hawawezi. Leo ninakusihi, leo ninakuomba, na neno la Bwana linakuomba leo umfanye Mungu kuwa kimbilio lako, usiwafanye au wanadamu na wakuu wa dunia hii wawe kimbilio lako kwa sababu hawana mahali pa kukupeleka, hawana sehemu ya kukupeleka, hawana mahali pa kukupeleka. Elewa hilo. Zaburi 118 mstari wa 8 mpaka wa 18 neno la Mungu linasema hivi: ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mataifa yote walinizunguka kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka nam, walinizunguka kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka kama nyuki, walizimika kama moto wa miba, wa mibani. kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha ya wokovu wangu ya wokovu imo hemani mwao wenye haki. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu, mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkuno, mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya, matendo ya Bwana. Bwana ameniadhibu sana lakini hakuniacha nife. Bwana Yesu asiwe sana. Huyu ni Daudi anazungumza ya kwamba ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwakimbilia wanadamu, na ni heri kumkimbilia Mungu kuliko kumkimbilia wa, kukimbilia wakuu. Ni Daudi. Kwa nini Daudi amefika mahali anazungumza hivyo vitu? Kwa sababu mwanadamu anaweza akakuzunguka kwa sababu wakuu ambao unawakimbilia leo wanaweza kakugeuka kesho. Unaweza ukajikuta huko gerezani, unaweza ukajikuta umefungwa, unaweza ukajikuta umeteseka, na wao ndio uliwaona ndio msaada wa pekee. Sasa wanakugeuka wanakuwa adui zako, ni nani atakusaidia? Ni nani atakusaidia? Sasa Daudi anaweka wazi, anasema ya kwamba ni heri kumkimbilia Bwana kuliko wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko wakuu. Anasema mataifa alimzunguka, watu alimwataki, lakini anasema naliwakatilia mbali. Kwa nini aliwakatilia mbali? Kwa sababu alimfanya Mungu akakimbilio lake. Kuna mambo mengi yanakuzunguka, kuna vitu vingi unakutana navyo, kuna mambo mengi yanakuzongazonga kila mahali unakoenda haupumui haulali, kila ukijaribu kufanya hiki yana, yana wewe, ukijaribu kufanya hivi yana wewe, kila mahali, kila njia unayotaka kupita njia imesongwa. Bwana Yesu asiwe sana, ukimfanya Bwana kuwa kimbilio lako vyote hivyo vitakatiliwa mbali, vyote hivyo havitakuwa na nafasi kwako, havitakuwa na nafasi katika maisha yako, mwana wa Mungu. Aleluya, anasema walinizunguka kama nyuki lakini walizimika kama moto. Kuna namna adui anainua vita, inaweza ikawa ni vita ya maneno. ya maneno yanainuka, maneno maneno yanainuka, maneno ya kama, kama moto, lakini endapo umemfanya Bwana kuwa kimbilio yako, hayo maneno yote atazimika, hautaona yameishia wapi, hautaona yanaelekea wapi, kwa sababu umemfanya kuwa kimbilio lake, yeye aliye mkuu ambaye anaweza kumfanya mtu kiziwi na anaweza kumfanya mtu bubu, anaweza kumfanya mtu kiwete. Jehova aliye hai, ukimkimbilia yeye, uko salama. Kuna wengine wanakusukuma, wanakusukuma, wanakusukuma ili udondoke, wanajaribu kukurudisha nyuma, wanajaribu kukatisha tamaa ili usisimame na Mungu wako, lakini endapo uko imara na umemkimbilia Bwana umemfanya Mungu wako awe kimbilio lako, uwe na uhakika wao ndio watakaoanguka, wao ndio watakaorudi nyuma. Watakuona wewe unapepea, unasonga mbele, watakuona unainuka, watakuona unashuhudia matendo makuu ya Bwana. Anasema Daudi, sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo ya Bwana. Ni kweli Bwana aliniadhibu, lakini hakuacha nife. Sikiliza nikwambie, hata Daudi kipindi cha nyuma kule pale ambapo ameenda kufanya hesabu au ameagiza kuwa hesabu taifa la Israeli, idadi ya watu, ambapo Mungu akutaka siku asabu ambayo Mungu alitaka kumpa, alimwambia yule mfanyakazi wake kwamba amwambie nabii, akatuma amwambie Daudi ya kwamba achague mapigo matatu kwa hiki alichokifanya: moja, anguke katikati ya maadui zake au kwa tauni ya Bwana kwa miaka mitatu. Akasema ni heli niangukie katika mikono ya Bwana kwa sababu huko kuna rehema nyingi, na ndio maana hata katika Zaburi hii akaja akarudia akasema ni kweli, Mungu ameniazibu kwa ukubwa, amenipa adhabu, ameniadhibu sana, lakini hakuacha nife. Ukimfanya Bwana awe kimbilio lako, hata kama ukikosea atakuadhibu, lakini hata acha uangamie atakupa adhabu lakini hata acha uangamie. Huyo ndio Mungu ambaye ni mwema sana na anatupenda sana. Anasema huwarudi wale awapendao, huwakemea, huwarudi, huwaonya wale anaowapenda. Ni Mungu aliye hai, Bwana Yesu asiwe sana. Lakini vilevile ukisoma Yeremia kumi na saba na ule msali wa tano na wa saba neno wa Mungu nasema hivi, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Na ukiluka akaenda mstari wa saba, au tusome tu na wa sita. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hata ona atakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, amebarikiwa mtu yule anayemkimbilia Bwana, anayemtegemea Bwana ambaye Bwana ni tumaini lake, ambaye Bwana ni kimbilio lake, huyo amebarikiwa. Hata kama hana kitu, hata kama leo hii unamwona hana fedha, hata kama unaona sio tajiri leo, lakini huyo mtu amebarikiwa kuliko mwenye fedha na mali ya duniani hapa. Lakini amelaniwa yule amtegemeani mwanadamu, ikifika kiwango cha wewe kumtegemea mwanadamu kumfanya mwanadamu kuwa kimbio lako, unatembea kwenye laana pasipo kujua, kwa sababu hii laana sio babu yako aliyotamka, ni Mungu mwenyewe amesema, alaniwe yule anayemtegemea mwanadamu, amemfanya kuwa kinga yake. Ni Mungu mwenyewe neno la Bwana limesema. Ndio maana hakuna mtu ambaye amefanikiwa, amefanikiwa kwa kumtegemea mtu. Utakuta huyo mtu ni mtumwa tu siku zote, mtumwa wa bwana wake. Utakuta yule anayemtegemea ndo anayeongezeka. Utakuta anampa fedha, anampa mali, lakini yeye yuko pale pale fukara. Angalia watu wale ambao wanajikombakomba kwa matajiri, uone kama maisha yao jinsi alivyo, uone jinsi wanavyoishi. Wana maisha magumu kuliko navyodhani, na ukikuta amefanikiwa, utakuta ni mtu zozozo, haieleweki maisha yake ni ni yani, ni hovyo, hana ukomavu katika ufamu wake. Kwa sababu gani? Hata akili yake haijakomaa, kwa sababu ukimtegemea Bwana, Bwana anakutengeneza, Bwana anaku, anakuinua, anakukomaza, ufamu wako unakuwa unakuwa na uwezo wa kuamua mambo, unakuwa na uwezo wa kupambanua vitu, unakuwa na uwezo wa kufanya vitu vikawa vizuri lakini ukikuta wale ambao wamekuwa tegeme wame wanategemea wanadamu wanaangalia wanadamu, utakuta hana hata maamuzi, utakuta hata maamuzi juu ya familia yake, ye anayemtegemea ndo anayefanya maamuzi. Unakuta anambia wewe, wewe si unanitegemea mimi, mwambie mke wako hivi hivi na hivi, usipomwambia mimi na wewe basi. Yaani anakuwa na amri, anaamuriwa kufanya vitu ambavyo yeye mwenyewe afulahi ndani ya moyo wake, ila kwa sababu tu anayemtegemea ndo huyu amesema, sasa nitafanyeje? si ni laana hiyo hiyo? Ni laana, unaamuliwa uishije, watoto wako waleje, maisha yako yawe vipi, mpaka kuvaa kwako, kuvaa uvaaje, kwa sababu umemtegemea mwanadamu. Uwezo wa kuamua vitu hauna, kwa sababu ni laana ilisha tamkwa. Kumtegemea mwanadamu ni laana. Sina maana ya kwamba watu hawatakiwi kukusaidia, no kwa sababu Mungu mwenyewe anatumia watu kumwinua mtu wake. Bwana Yesu asiwe sana tu, mtegemee Bwana, na huyo Bwana ndiye atakayekuletea kuletea watu ambao wanatakiwa kukuinua au kukupeleka hatua nyingine. Ye ndo anajua watu gani, watu aina gani ambao hawatakuwa na shida ao wow, kazi yao itakuwa tu ni kukutoa hapa na kukupeleka mahali ambapo unastahili. Bwana Yesu asiwe sana, ndivyo ilivyo.